Maridhiano ndiyo dira. Taasisi za Kiislamu zatoa tamko nyeti, zaonya kusiwa na zawadi kwa walioleta fujo. Taasisi za Kiislamu Tanzania zimetoa tamko kali la msimamo kuhusu vurugu zilizosababisha hasara kubwa ya watu na mali nchini, huku zikimuunga mkono Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine waliochaguliwa. Tamko hilo lilosomwa na Shehe Isa Othman Isa mjumbe wa Baraza la Ulamaa BAKWATA, imetoa wito wa maridhiano, huku likionya dhidi ya kuwatunuku waliosababisha machafuko. Alisema tangu awali wa viongozi wa taasisi za Kiislamu walifanya juhudi kubwa kuhimiza amani kabla uchaguzi, na wamesema kazi hiyo wataendelea nayo kwa masilahi mapana ya taifa. Walionya kamwe wasionekane wajinga kwa kuendelea kuhimiza amani ambayo ni kwa faida ya Watanzania wote wataka wa wataka Waislamu kote nchini na Watanzania wote wanaotakia mema nchi yao kuendelea kudumisha amani. Na, na kama kuna kundi lolote likiona kuna haja ya kudai kuomba au matakwa yoyote, ni wajibu wa wanaodai kuzingatia kuwa ni vyema mazungumzo yaendelee na kamwe kwenye vurugu kinachopatikana ni hasara tu. Maridhiano na pongezi. Tamko hilo lilitamatika kwa mambo muhimu matatu, ikiwa ni pamoja na maombi mahususi kwa serikali na pongezi kwa viongozi wa nchi. Maridhiano ya kisiasa: taasisi za Kiislamu zimeomba serikali kutafuta fursa ya suluhu na maridhiano, lakini zimetoa onyo kali kwamba maridhiano hayo hayapaswi kuwa zawadi kwa walioleta fujo. Pongezi: wamempongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine waliochaguliwa kwa kumaliza salama mchakato wa uchaguzi. Uchaguzi wa amani: viongozi wa dini na wanasiasa wametakiwa kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuacha kuhamasisha vijana kufanya vurugu, badala yake wameimiza kuwa haki yoyote inayotafutwa idaiwe kwa njia ya amani na mazungumzo, kwani vurugu haziwezi kuleta haki bali zitaleta maafa. Msimamo mzito kuhusu vurugu na uwajibikaji. Akisoma tamko hilo, Sheikh Othman alisisitiza kuwa jukumu la kuhimiza amani wataliongoza daima, akionya kusiwepo na kundi linalojiona lina haki zaidi ya kusikilizwa kuliko wengine. Uchaguzi wa amani: viongozi hao wameendelea kuhimiza Waislamu kote nchini na Watanzania wote wanaoitakia mema nchi yao kuendelea kudumisha amani. Wamesisitiza kuwa kundi lolote likiona kuna haja ya kudai au kuomba matakwa yoyote, ni wajibu wake kuzingatia kuwa mazungumzo yaendelee na kamwe kwenye vurugu, kinachopatikana ni hasara tu. Wito kwa serikali. Taasisi za Kiislamu zimeitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini waliohusika kuhamasisha vurugu zilizosababisha maumivu na hasara kubwa ya watu na mali, ili hatua za kisheria zichukuliwe. Msaada kwa waathirika, pia wameiomba serikali wasaidia walioathirika na walioumizwa kwa bahati mbaya wakati wa machafuko hayo. Hii ni taarifa ambayo inasema kwamba maridhiano ndiyo dira. Taasisi like za Kiislamu zimetoa tamko nyeti na zimeonya kusiwe na zawadi kwa walioleta fujo.